Ok, ndugu zangu wapendwa, habari za siku. Mungu ni mwema, tumeamka vizuri. Sasa leo nitaomba nisaidie kuandika review kwenye Google My Business page yetu. Review itanisaidia mimi pia kupata wateja wengi, kwa hiyo nakuomba msaada, wewe unisaidie kwa, tayari tumeshakuwa rafiki na tunazidi kuendelea kusaidiana. Kwa hiyo nisaidie kuandaa review, ni kitu ambacho ni honest kwamba umehisi umekipata kwenye mafunzo yetu haya ya AI Mastery, au kama ume, umepitia mafunzo yetu ya Miliki STEJI. Kwa hiyo naomba tu review kwenye page yetu, ili watu ambao wanahisi labda nimentapeli au hakuna thamani ambayo inapatikana kwenye mafunzo yetu, basi waone kwamba mawazo yao hayako sahihi. Kwa hiyo wewe mwanake unakuwa unanisaidia mimi kupata wateja. Kwa hiyo ni kazi rahisi tu ambayo inahitaji sekunde kadhaa, itategemea unataka kuandika review ya urefu kwa kiasi gani. Kwa hiyo um, kwenye hii link utabonyeza kwenye hii link. Then, hiyo then utaiona hiyo Talanta Academy then utashuka chini kidogo then utaona sehemu ambayo imeandikwa rate and review. Unaweza kuona hizo nyota tano zime zimeandikwa zimewekwa hapo. Kwa utakachopaswa kufanya ni kubonyeza tu nyota ya mwisho ile ya kulia, mwisho kabisa. Nake utakuwa unanipa nyota tano. Utapaswa kuandika review yako, experience yako, utaandika review yako, uzoefu wako kwenye haya mafunzo kweli mafunzo ya AI Mastery, uh, kutoka kwa mkufunzi Fred Ma yalikuwa mazuri, ya kueleweka na yenye thamani kubwa sana. Talanta Academy na fanya kazi kubwa sana ya kutuletea e, mafunzo haya muhimu nchini kwetu Tanzania. AI Mastery imenisaidia sana kurahisisha kazi zangu za kila siku, na sasa imekuwa mtu bora na mwenye ufanisi wa hali ya juu sana. Hongereni sana Talanta Academy, hongera sana mkufunzi hili Mwalimu Fred Ma. Okay. Inatosha, inatosha. Mm. Lakini suppose tena nitaipenda zaidi. Suppose umerekodi video. Wow. Video ya sekunde 30 au sekunde 60 unaelezea mafunzo namna ambavyo yamekufurahisha then utabonyeza hapa photo then uta add photo au video then uta add. Then baada ya hapo utakuja tu kuhakikisha kama umesoma vizuri kama sorry, kama umeandika vizuri kila kitu kizuri, eh, haujakosea. Then unakuja kubonyeza hapa post. Mm. Okay. Tukome, ume, ume post utakuwa ume post umesha post tayari tena, ni nyota tano. Kile kitu kimeenda vizuri sana, kwa hiyo ninaomba sana sana sana sana sana sana ndugu zangu ni e, mwandike review.